Shirika la Utafiti na Maendeleo ya Viwanda Tanzania TIRDO ni shirika la umma lililoanzishwa kwa sheria ya bunge namba 5 ya mwaka 1979 na lilianza kufanya kazi tarehe mosi Aprili Aprili ya mwaka 1979. TIRDO ni shirika lililoko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Jukumu kubwa la shirika ni kufanya tafiti za teknolojia kwa ajili ya maendeleo ya viwanda. Aidha, shirika lina jukumu la kutoa ushauri wa kitaalamu kwenye sekta nzima ya viwanda nchini. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania, Profesa Mkumbuko Madundo Mtambo, anielezea namna ambavyo TIRDO inashiriki katika mkakati wa nchi wa kupunguza matumizi nishati ya kuni na mkaa. Naitwa Mkumbuko Madundo Mtambo, mkurugenzi mkuu wa shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania, TIRDO. Tuna idara kuu tano na chini ya idara hizo tuna vitengo uh, kumi na mbili na kati ya vitengo hivyo na vitengo cha nishati na kitengo cha mazingira ambavyo vinatekeleza uh, mradi kwa kushirikiana na uh, taasisi ya Repoa. Mradi huo ni wa miaka miwili wa kukuza uh, matumizi ya mkaa mbadala uh, ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni katika uh, kuitikia wito ambao walitoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mwezi Mei mwaka huu uh, kwamba ifikapo mwaka 2034 na kwamba Watanzania asilimia 80 tutumie nishati safi. Kwa hiyo kwa kupitia mradi huu wataalamu wa shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda wanaangalia namna bora ya kuongeza Uh, thamani lakini hususani eh, kufanya ubora wa mkaa safi kwa matumizi ya majumbani. Na mradi huu utakuwa kwa miaka miwili na tunatoa mafunzo kwa wadau eh, mbalimbali wa maeneo hayo ambayo eh, wanaotengeneza mkaa mbadala. Mtafiti na mratibu wa mradi huo, Bi Rachel Eribariki Anailizia namna ambavyo mradi huo unatekelezwa. Kwa majina anaitwa Raheli Elibariki na Zayoeli, ni mtafiti na mtaalamu wa mazingira katika shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania, TIRDO. Na nianze labda kueleza kwa ufupi mkaa mbadala ni nini, na kwa nini tunasema ni mkaa mbadala. Mkaa mbadala ni mkaa unaotengenezwa kwa mabaki ya mazao au ya mashambani kama vile vifuu vya nazi, vifuu vya chikichi unaweza ukatengeneza na magunzi ya mahindi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo, lakini pia mkaa huu unaweza ukatengeneza kwa takataka taka za misituni au za miti, kama vile matawi ya miti, lakini pia maranda ya mbao. Kwa nini tunasema huu ni mkaa mbadala? Tunasema ni mkaa mbadala kwa sababu unaweza ukatumia mbadala au badala ya ule mkaa wa kawaida wa kuni ambao tumeuzoea kila siku. Na kwa kuweza kufanya hivyo basi tunaweza kupunguza matatizo mengi sana ambayo yanaletwa na matatizo yanayosababishwa na kutumia mkaa wa kuni. Kama tunavyojua Watanzania wengi wamekuwa wakitumia mkaa wa kuni au kuni zenyewe. Na hii imeleta matatizo mengi kwenye mazingira kwa sababu unahusika una kukata mti. Na tunavyojua faida za miti ni nyingi, kama kutunza vyanzo vya maji, lakini pia ni makazi ya viumbe mbalimbali. Sasa uh, faida kubwa za huu mkaa mbadala ni nini? Kwa hiyo faida ya kwanza kabisa ni kwamba hatutakata mti. Lakini faida ya pili huu mkaa mbadala ni mkaa ambao unaweza kupika kwa muda mrefu ukichukua mkaa mbadala uliotengenezwa vizuri kabisa unaweza ukapika kwa masaa mpaka matatu. Unaweza ukapika marage, ukapika wali, ukachemsha na hata maji ya familia kuoga. Lakini pia mkaa mbadala ni mkaa ambao umeondolewa tunasema madatutu au kwa Kiingereza tunasema ni volatile matter, ambazo ndio ule moshi tunaoona kwenye kuni, ambao umekuwa ukileta madhara makubwa sana kwenye afya, hasa kwa kina mama na watoto ambao wanatumia muda mwingi sana jikoni, wamekuwa wakipata matatizo hasa ya matatizo ya mfumo wa hewa. Lakini mkaa mbadala pia, kwa sababu ni mkaa unaotengenezwa una umekuwa ukitoa ajira, unaweza kutoa ajira kwa kundi kubwa la vijana la wanawake na marika yote. Kwa hiyo hizo ndio faida kubwa kabisa za mkaa mbadala, na ndio maana tunasema kwamba tuweze kuukuza ili watu waweze kuutumia. Kwa hiyo uh, tumeweza kutekeleza mambo kadhaa. Kwanza kabisa, tuliweza kuanza kuwatambua watengenezaji wa mkaa mbadala ni kina nani, wako wapi na wanafanya nini. Ili kuweza kute, kutekeleza hilo, tulitembelea mikoa kumi na mbili ya Tanzania na tukaweza kuwatambua watengenezaji wa mkaa hamsini na tisa. Kule tuliweza kutambua wanatengeneza mkaa wa aina gani, wana changamoto gani, kuna fursa gani ambazo ziko kule, lakini wakati tunatembelea tuliweza pia kuchukua sampuli kwa sababu shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda lina maabara ya, ya kisasa ambayo inaweza kupima na kuweza kujua ubora wa nishati. Kwa hiyo tuliweza kuchukua sampuli arobaini na tatu, tukaja nazo maabara tukaweza kupima ubora wake. Na katika majibu yake tuliona kwamba kuna baadhi ya sampuli zilipita kama asilimia hamsini na tano zilipita na zikaonekana kwamba ziko vizuri, lakini asilimia zinazobaki ule mkaa ulikuwa